Lugha za siku hizi yaani, ukitoa, ukitoa wazo ukitoa hoja kuna majibu ya mkato hey, ya hoja. Ha, wanasema huu ni kupotosha. Akishasema hii ni kupotosha, nafikiri amejibu hoja. Hili neno kupotosha linatumika sana eh? Badala ya kujibu hoja hii ni upotoshaji eh, tuambiani ukweli sisi wananchi. Tuna, tuna udhaifu wetu kwamba tumeogopa kwa, tume kwa mambo kwa hali ya sasa tunaogopa kusema ukweli, tunaogopa kabisa kuwaambia watu ukweli. Vyama vya siasa ndio vimetugawa sana, nao wamekaa waw, waw, yani kiburi cha vyama vya siasa ni cha ajabu sana. Unakuta hali imebadilika, lakini chama hiki kichukua msimamo basi ikuwa ni, ni msimamo uo hawataki kusikia mambo mengine. Nasema hatuwezi kuishi kwa nea, tungekuwa tunaangalia koja, sio kwamba umekwisha fanya uamuzi wamesema. Nilipokuja nilimwambia mama nikasema mama, mama. nimeogopa sana ukisikia kuna mgawanyiko katika chombo kinachotulinda unakuwa na na wasiwasi. Sikia rais akizungumza bayana kabisa kwamba eh, pengine nguvu iliyotumika kuzuia haya ambayo huku uh, upande mmoja unaitwa ni maandamano lakini upande mwingine unaita kwamba ilikuwa ni ilikuwa ni ma, ni uasi yeah, kwa maana kwamba kulikuwa na dhamira ku labda kuiondoa serikali madarakani. Wewe, mm -hmm. unadhani kwamba hii nguvu iliyotumika ilistahili? Tazama, ndio ninayosema. Kwa watu wa kawaida wanaweza kuangalia mama. Tuta judge kwa kuona idadi ya watu waliokufa, maana ni kubwa, na ukiona kwa miaka kama miwili, vyombo vya ulinzi na usalama vilikuwa vimeambiwa wajiandae, wajiandae kuja kusimamia mchakato eh, wa uchaguzi uwe huru, haki na amani. Kwa hiyo watu waliasumu vyombo hivi vimejiandaa kuja, kama kikitokea chochote wamejiandaa. Sasa tunajiuliza walijiandaa vipi? Walijiandaa kwa bunduki na risasi, kwa sababu ndio wametumia zaidi. Nini waliandaa? na hiyo ndio inatakiwa kuweza kujaji kama nguvu iliyotumika kwamba inafanana na mazingira hapa. Unashughulika na vijana ambao hawana silaha za kisasa, wewe una bunduki na risasi unaua. Sasa watangaze, ndio tunaweza kuamua kama kweli nguvu iliyotumika ilistahili. Mimi nadhani hali ni tofauti, hali ni tofauti. Maana unaona waliouawa, ukiangalia vita ya Kagera vijana wetu waliouawa na adui ukilinganisha na hizi figa zinazozungumzia hawa ha, waliokufa ni wengi zaidi kuliko ile vita. Sasa ile tuliuawa na adui, hapa tunajiua sisi wenyewe. Hivi hawa polisi hakuna hata mmoja ndugu yake ameuawa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 na nikisikia walivyokuwa wana